Bismillahi rahmani rrahim. Tukiwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, nazungumzia kuhusu mambo yenye kuvunja saumu, kwa sababu kila mmoja utamsikia anatoa fatwa yake. Huyo anakuambia ukisengenya, saumu so yako imevunjika. Huyo akwambia ukisema urongo, saumu so yako imevunjika huyo akwambia ukitusi mwenzako swaumu yako imevunjika. Kila mmoja anatoa fatwa yake, kama ambaye dini si ya Mwenyezi Mungu, bali ni ya wanadamu. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ametutajia mambo ambayo kwamba yenye kuvunja swaumu, nayo ni mambo matatu peke yake, hakuna la nne wala la tano. Mwenyezi Mungu anatuambia uhilla lakum laila tasuyami rafatu ila nisaikum kisha mwisho wa aya kama hini ama chini ya aya kama hini, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuambia wakulu washirabu hata yatabayana lakumul khaytul abyad min al khaytul aswadi min al fajr. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametutajia ndani ya Qur'ani vitu vitatu peke yake ndio venye kuvunja saumu. Kitu cha kwanza, Mwenyezi Mungu anasema uhilla lakum laylatasiyamir rafathu ila nisaikum, nimewahalalishieni usiku wa Ramadhani kuingilia wake zenu Yani, kufanya tendo la jimaa wakati wa usiku wa Ramadhani Mwenyezi Mungu ameliruhusu. Kwa hivyo ina maana wakati wa mchana hufai kufanya tendo la jimaa. Na jambo lingine, Mwenyezimungu akasema wakuluu washrabu hata yatabayana lakum lhait labyad min alkhaitu laswadi al al min alfajri, na mule na munwe mpaka utakapofika wakati wa alfajiri, kisha mutimize somu zenu. Kwa hivyo kula na kunwa Mwenyezi Mungu ameturuhusu wakati wa usiku, mwisho ni alfajiri. Kwa hivyo ina maana wakati wa mchana huruhusiwi kula wala huruhusiwi kunwa. Kwa hivyo vitu vitatu alivyo vitaja mwenyewe Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, yule ambaye kwamba aliotufaradhishia swaumu, ametuambia kwamba ni kufanya tendo la jimaa, kula na kunwa. Hivyo ndio vitu vya kuvunja swaumu. Vilobaki vyote unavyovisikia hayo ni maneno lam yunzilu llahu biha min sultan. Mwenyezi Mungu hakuyasema wala hakuyataja, na ni makosa makubwa hutuletee mambo katika dini ambayo kwamba hayamo katika kitabu cha Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. wasalamu alaykum.